Everybody shalom, na ninakusalimia katika jina la Bwana. Kwa majina yangu mimi ninaitwa uh, Apostle uh, Eliya Ponela kutoka kwenye huduma ya Bible Church International Mountain of Change. Niko mahali hapa kukusisitiza kwa habari ya ibada. Ibada ni kitu muhimu sana mwanadamu. Mungu alikuumba ili kumwabudu, lakini tumeendekeza vitu vingi sana, hatuna muda hata kumwabudu Mungu. Mungu ametupa Jumatatu, Jumanne, mm, Jumatano, Aramisi, Jumaa na Jumamosi, lakini Jumapili ametutaka tupumzike ili tuweze kufanya kumfanyia Mungu ibada. Lakini hata hiyo pia ambayo Mungu ametupatia siku moja hiyo ya kupumzika, ametupatia siku zote hizi lakini siku moja ametutaka tumwabudu. Lakini hata hiyo pia unaingangania. Eh, hayo maisha sio mazuri ndugu yangu. Eh, hivi unajisikiaje, unakaa nyumbani, eh, Jumapili unaanza kuenda kuabudu, unaenda kumwabudu Mungu au unakaa ndani yako, unakaa tu nyumbani. Hivi dhamiri yako ikusuti, jitahidi kesho utafute nyumba ya ibada, ukamwabudu Mungu aliyekuumba. Kitu pia ilikuwa hata kwa Adam. Adam naye alikuwa na changamoto hiyo. Mungu alimpa kila kitu, kila kitu, kila kitu, alimpa amiliki wanyama, alimpa amiliki mimea, alimpa, mimea, alimpa kila kitu, lakini kitu kimoja aliambiwa, alisema uo mti wa katikati usile, siku utakapokula utafanya nini? Utakufa. Lakini pamoja Mungu kumpatia vitu vyote, lakini huyu mwanadamu alikuwa ana utoshelevu bado, alihitaji pia hata kile ambacho Mungu alimkataza akitumia Uh, hii inaweza kuwa hata kwako pia uh, Mungu amekupatia siku zote ufanye kazi zako uingize kipato, lakini amekutaka Jumapili uh, uende kwenye nyumba za ibada ukamwabudu Mungu, lakini bado hata siku hiyo ambayo amekupatia siku zote na amekutaka hiyo siku moja umwabudu Mungu, utulie, ukawe wa uponi wa Mungu, mtafakari Mungu, lakini bado unaing'angania hata siku hiyo. Ndio maana unafanya kazi ya ufanikiwe, mm, mambo hayaendi kwenye maisha yako hata kile unachokitafuta uh, unakitafuta unakipata, lakini kinaingia kwenye mifuko iliyotoboka. Ni kwa sababu ya kitu kimoja tu, haujamheshimu Mungu kwenye ibada. Mwanadamu, muheshimu Mungu kwenye ibada. Mungu amekuumba kumwabudu. Ninakuomba sana, tafuta kesho nyumba ya ibada ukamwabudu Mungu, mahali popote ambapo unajua kabisa Mungu anaabudiwa katika roho na kweli.